Avieta, rusha ndege ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Mtazamaji wa PMTV 2, mambo vipi? Heri ya mwaka mpya e, umesherekea mwaka mpya ukiwa wapi? Hebu tuandikie hapo chini ili tuweze kwenda sawa. Mimi ni Teddy Allen lakini pia tukiwa tunaendelea na shamra shamra za sikukuu, isikunyime wewe kujua kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii hasa kwa upande wa burudani, na sisi tuko hapa kukuletea hizo stori kama kawaida yetu. Shukran sana kwa PMBet ambao ndo wanatuwezesha kukuletea stori zote ambazo zinakufikia kwenye ehe, simu janja yako. Hasa tukianzia wiki hii hapa ya sikukuu, kulikuwa kuna shamra shamra nyingi, lakini pia tuliweza kuona Uh, mastaa hawa wa bongo movie watatu walikopo wanne, hapa tunamzungumzia Irene Uwoya Uh, Kajala Masanja, Ante Zekel pamoja na Jacqueline Wolper walikuwa wameandaa podcast yao kwa muda mrefu sana, ikiwa inaitwa A List na katika kitu cha kushangaza, uh, vingi viliongelewa pale, lakini cha kushangaza cha kwanza ni kwamba mwanadada Irene, uh, Jacqueline Wolper ameweza kuomba au ameweza kutamani kuwa na rafiki wa kiume wa karibu zaidi, na, ki, na pia akisema kwamba hana haja ya kuomba mume kwa sababu tayari Mungu alishampa mume. Na yote hayo ni kwa sababu gani, unaweza kujiuliza, ni kwamba anasema kwamba ana akili nyingi sana lakini pia kuna muda anatamani kufanya kazi, anatamani kufanya vitu vingi, lakini anakuta yuko peke yake, hawezi kupata usaidizi. Hili limekaje kwa upande wako mtazamaji wa PMTV2? Hebu drop pia komenti yako hapo chini tuambie, je, ni sahihi au kuna kingine ambacho kina mvutano kati ya ya Richi Mitindo pamoja na Jacqueline Wolper. Mpaka wakati mwingine, usiache kusubscribe share, like, comment wezavyo kwa sababu story ni nyingi sana, waspape